Kwa kipindi cha miaka mitatu tumetekeleza mageuzi makubwa ya kijasiri na ya kubadilisha mfumo na matokeo sasa yanaonekana wazi in 2023 we launched the Kenya Integrated Agricultural Management Information System to register farmers on a digital platform and improve service delivery today 7 million 100,000

And design evidence driven policies. Kupitia mpango wa ruzuku ya mbolea, tumepunguza bei kutoka shilingi elfu saba na miatano hadi shilingi elfu mbili na miatano kwa gunia la kilo hamsini. kufikia sasa, zaidi ya magunia milioni ishirini na moja nukta tatu ya mbolea yamesambazwa kwa gharama ya shilingi bilioni hamsini na tatu na hivyo kuokoa shilingi 105 bilioni kwa wakulima wetu. Tukitazamia mbele, mwaka wa 2026 tutasambaza zaidi ya makunia milioni kumi na mbili nukta tano ya mbolea katika wodi zote 1550 nchini, mbali na magunia milioni nne nukta tano ambayo tayari yamepatikana kwa msimu wa mvua mfupi ambao unaendelea hivi sasa hatua hizi sasa zimeanza kuzaa matunda uzalishaji wa mahindi ukipanda na kufikia rekodi ya magunia milioni 67 mwaka wa 2024 mwaka huu wa 2025 tunatarajia magunia milioni 75